Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. <laughs> Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe Bukelebe TV. Na kwa wakati unaofuata, ninamleta kwako kwa Mchungaji Edison Mabamba. Yeye anakuja na somo zuri linalosema mambo ya kujadili kabla hamjaingia kwenye ndoa, mambo ya kujadili kabla hamjaingia kwenye ndoa. Segerea NET Event 2025, nguvu ya neno Amen. Mungu aendelee kubariki mikutano hii ikiwa ni season 4, na jina la Bwana litukuzwe sana kwa vipindi vyote ambavyo vinaendelea. Mungu akubariki daktari kwa kutufunza, Dr. Nturi Mungu akubariki sana na akupatie afya njema tena kwa ajili ya mikutano hii. Ninawapongeza wote ambao mmeweza kushiriki mahali hapa, wale wakazi wa, wa, wa karibu na Dar es Salaam, miji ya Dar es Salaam pwani. Karibuni sana hapa kanisani. Kutakuwa kuna, kuna neema ya pekee sana tukikutana uso kwa uso uki, ukipata fellowship lakini pia tunaendelea kuwapongeza wale wote ambao mnatazama ku, na kupitia mitandao yetu mbalimbali mbali ya hapa Segerea Mungu awabariki, na Bwana aendelee kuwatunza. Katika kipindi cha leo tutaenda ku, ku, kuendelea kutengeneza familia iliyo bora na katika vipindi vyetu tutaendelea. Jana tumejenga msingi, tutaendelea kujenga msingi mpaka tutakapofika kwenye ndoa, mpaka tutakapofika hatua ya mwisho kabisa ambapo mauti itakapowatenga. Malezi ya watoto uko mwishoni. Kwa hiyo tunaenda hivyo, tutakuwa tunapanda mlima sasa. Uh, leo tutaenda kujifunza mambo ya kujadili kabla ya kuingia kwenye ndoa. Yako mambo ambayo kwa mfano ambayo daktari ametufundisha kuhusiana na uh, utaratibu mzima na mtindo wa afya. Kuna mambo ukiyafanya kabla unakuwa una afya njema na kuna mambo sasa, ukishaugua inabidi uyaishi. Eh, kuna msemo mmoja unasema, kula chakula chako kama dawa, la sivyo utakula dawa zako kama chakula. Ndio, ile daktari anakuambia utakunywa dawa yako kutwa mara ngapi? Mara tatu, asubuhi, mchana na jioni. Lakini ungeweza kula huenda mapema chakula chako vizuri, ungeweza kujipatia afya iliyo bora. Sasa hivyo hivyo, kwa mfano huo wa kiafya, pia kuna mambo ambayo, kama yangejadiliwa mapema, ndoa nyingi zisingeingia kwenye migogoro tuliyonayo leo hii kama yangejadiliwa mapema ndoa nyingi zisingepata majanga tuliyonayo leo hii. Kwa hiyo haya ni muhimu sana kwa wale ambao wajaingia kwenye ndoa, ni muhimu, haya ni muhimu sana ya kuyazingatia. Kwa wale ambao wajaingia kwenye ndoa, ni mambo mazuri ya muhimu sana ya kujadili wazi mkiwa nyie ambao mnatarajia kuingia kwenye ndoa ni mambo ya muhimu sana ya kuyajadili kwa uwazi kabisa bila chenga. Tuombe. Yesu, asante kwa kutupatia kipindi cha afya, na sasa tunatamani tena useme nasi kupitia familia zetu. Neema yako ilitoshe, neno hili likavuviwe tena kusikiwa masikioni kwetu sawasawa na vile ambavyo unatamani liweze kutuponya, kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Jambo la kwanza ambalo uh, ni la muhimu sana kujadili ni kwamba mnatamani muwe na familia ya aina gani? Ni familia ya aina gani mnatamani muwe nayo? Mnatamani muwe na ndoa ya aina gani? Mnatamani muwe na ndoa ya Isaka eh, baba, mama na watoto imeishia hapo, au mnatamani muwe na ndoa ya Ibrahimu baba, mama na watoto wa mjomba wakiwepo hapo hapo mnatamani muwe na familia gani? Mnatamani muwe na familia ipi? Mnatamani muwe na familia hiyo. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu jambo kama hilo lisipojadiliwa, unakuta kuna watu wengine, kuna watu wengine wanapenda kuwa na familia ya Isaka, alafu wanaingia kwenye ndoa. Kuna, kuna Lutu ehe. Sasa yeye ha, kwake kukaa na Lutu sio kitu ambacho anakiona ni cha muhimu. Eh, na huku mwingine yeye amekuwa amekuwa kwa mjomba amekuwa kwa, kwa shangazi ame, amepita mahali pengi, amelelewa mahali pengi, na amekuwa katika extended family, tunasema familia iliyopanuka amepita huku, amepita huku, amesoma huku, na wengi ndio wengi tuko kwenye hizo familia. Sasa anatamani kuwa na na yeye pia na familia kwa uzoefu wake. Hello? Yes, anatamani kuwa na familia kupitia kwa uzoefu wake. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana la kujadili, na mapema kabisa mkapata makubaliano ili kuondoa migogoro ambayo inaweza ikaja baadaye hmm. Kuna watu wengine ambao wameambatana, wanaambatana na ndugu zao eh, kama Ibrahim na Lutu. Eh, lazima uambatane naye, kuna ndugu yako ni pochi yako iko hapo Ehe, sasa unaingia kwenye ndoa, ndugu yako yuko hapo, Lutu wako yuko hapo, mwenzi wako akubaliani nayo. Jambo kama hilo inaweza ikawapatia shida na utofauti wa mapema. Kwa hiyo ni muhimu kujadiliana hayo na kuyaweka wazi. Kwa nini mimi nataka kuwa na familia ya Abraham? Kwa nini mimi nataka kuwa na familia ya, ya, ya Isaka na Yakobo? I mean, Isaka na Rebeka. Lakini tunapendekeza sana kwa sababu kuwa na familia ambayo ni extended family Bwana wetu Yesu azifiwe. E, tunapendekeza hiyo hiyo, ndio tunapendekeza zaidi, kwa sababu familia ni sehemu ya baraka, ni kisima cha kuchuma baraka, ni sehemu ambayo tunategemea ndugu waje wabarikiwe, ndugu waje wajifunze Mungu, ndugu waje wastawi. Kwa hiyo hilo ni jambo la mapema sana la kulijadili, ya kwamba kulingana, kulingana na maisha yangu ninatamani kuwa na familia ya namna hii. Amen. Lakini jambo la pili la kujadili ni kuhusiana na habari nzima ya uchumi, uh, uchumi wa familia. mm -hmm. Hili jambo huwa yawezekana lisionekane kwa, kwa kupewa kipaumbele lakini ni moja ya migogoro ambayo sasa hivi kulingana na uh, takwimu za hapa wanasaikolojia wa hapa wa, wa, wa, wa Tanzania wanasema ni moja ya sababu ya kwanza inayofanya ndoa nyingi kuwa na migogoro kuhusiana na masuala mazima yanayohusiana na nini uchumi. Hapa mnaenda kujadili mambo yafuatayo, mnaenda kujadili eh, nani anafanya, atafanya, ana, anafanya kazi. Je, ni wote mtaenda kufanya kazi eh? mimi ninafurahia labda mimi mwenyewe kufanya kazi mwenzi wangu akibaki nyumbani kulea watoto, sio? Mnaingia kwenye ndoa, mnafika kwenye ndoa ndio nasikia mimi natamani uache kazi. Hayo ni, ma, ni majadiliano ya mapema kabisa kwamba okay, natamani wote tufanye kazi Ehe. natamani wote tufanye kazi natamani, mmoja afanye kazi Ehe. Hivyo nani atafanya kazi, na e, kipi kitafanya nini uwazi katika mkusanyo wa pesa, katika mkusanyo wa mkate wenu wa kila siku. Pesa ipi itafanya kipi, ya nani? Kama wote mnafanya, kama wote mko katika kazi, kwamba ehe, ya huyu itafanya wapi, ya nani itafanya hipi? Mipaka ya kiuchumi iko hivi, iko hivi kwetu, kulingana na familia yetu. Ehe, tuta, tutakula kwanza au tutajinyima kwanza <laughs> hayo ni mambo mazuri sana ya kuangalia. Biblia inasema katika uh, wimbo uh, Mhubiri tatu uh, Mhubiri tano fungu la kumi na tatu, Biblia inasema kuna mwanandoa mmoja alijinyima sana, alijinyima sana, akajinyima pesa yake, hawakula vizuri, hawakunywa vizuri, hawakuvaa vizuri eh, baba mmoja alijinyima sana, halafu mwisho wa siku eh, likatokea dili akainvesti pesa zake akawekeza pesa zake kwenye dili ambalo sio la maana, pesa zikapotea, wakiwa hawana watoto. Kwa hiyo pesa ya nani inafanya nini? Eh, ni extended family. Eh, eh, tuta tuta tuta, tuta, tuta, tuta shiriki vipi kusaidia ndugu zetu? nani atafanya kwa usawa huu? sio baadaye unasikia ni upande mmoja unalemewa kwamba Uh, huyu tu huwa anasaidia ndugu zake na huyu ndugu zake haruhusiwi kusaidiwa au kuna kaubaguzi fulani ubaguzi, uh -huh, fulani vitu kama hivyo haya. Je, uwazi niliyosema uwazi katika mambo mazima yanayohusu uchumi wetu, uh -huh. Hili ni janga kubwa, hili ni janga kubwa. Sisi ni mashahidi jinsi ambavyo tunahangaika baadhi ya mwenzi kufariki Uh, unakuta familia haina ile uh, haina awareness kama ni ya mama ndio amefariki au ya baba, hatujui alikuwa nafanya, anafanya nini. Tunaanza kugombana kila siku, tunaanza kusumbuana kila siku mahakamani. Kwa hiyo uh -huh. uwazi wa mambo ya kiuchumi ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Na kumbuka nimesema haya ni mambo ya kuyajadili kabla ya Mtu mmoja anasema ikiwa kama huwezi kumwamini mwenzi wako kuhusiana na mambo yanayohusu uchumi, huwezi kuongea naye mwenzi wako kuhusiana na mambo mazima yanayohusiana na uchumi, huyo hakufai. Hello? Yes mambo yanayohusiana na uchumi ni mambo ya kuyajadili mapema kabisa mapema, ili yasija ya yakaleta surprise. Mambo mengine ya kujadili kabla ya kuingia kwenye ndoa, ili kutengeneza familia yenye ustawi ni kuhusiana na uh, tamaduni. Tamaduni tulizo nazo ni za muhimu sana kuzijadili, kwamba bwana, mimi ninatoka tamaduni zetu ambazo ziko hivi, huku kwetu tuko hivi, huku kwetu tunafanya hivi huenda huku kwetu tunapima heshima kwa kupiga goti. Huenda pia sisi kwetu hatuna hiyo tamaduni. Sasa ndiyo namna ya, ku, ya kujiangalia. Ehe, je, tutawezaje kujiadjusti kuji, uh, kwa kila mmoja kuendana na mwenzake, kwa sababu tunatofautiana. Tunatofautiana kitamaduni, namna ambavyo tumekuwa, namna ambavyo tumezoea. E, tamaduni ni nini? Ni vile ambavyo tumezoea kuanzia pale nyumbani. Kuna wengine nyumbani kwao e, mayai huwa anakula baba tu, ndio ambavyo tumefanya nini, tumezoea. Na haya mambo ni ya muhimu sana. Mtu mmoja aliwahi kumchumbia mtu, mchumba wake akumwambia tamaduni zao, Mwanzo 25 baba mkwe ndio. Siku moja anamsurprise, anamwambia, huku kwetu, tamaduni za huku kwetu, mkubwa ndio huwa anawahi kufanya nini kuolewa. Mistake ilianzia wapi? Kwa Lael hakuwahi kumweleza Yakobo tamaduni zao. Kwa hiyo Yakobo ameingia tayari, yuko kwenye surprise anakutana na tamaduni ehe. Na bahati mbaya, Afrika bado tuna tuna tunashikilia tamaduni tunashikilia nini tamaduni Eh, tena unakuta tamaduni hii napinga, tamaduni hii, tamaduni hii nakataa, tamaduni ile, tamaduni hii nakataa hii. Ehe. Kuna tamaduni nyingine ambazo zinaweza zikawa ni ngumu kwa mwenzi wako Ehe. Sasa anaingia kwenye hizo tamaduni tayari, anayakuta hayo. Kwenye Biblia, kulikuwa kuna tamaduni ambazo mtoto wa kwanza akizaliwa anatolewa kafara. Ndio ulikuwa utaratibu wa, wa hizo tamaduni za kina mungu maduku na nana. Wakati wa Ibrahimu amezaliwa tamaduni kama hizo. Kuna tamaduni ambazo huenda niki, nikifariki mimi mke wangu anamrithi mdogo wangu. Utaziweza hizo tamaduni? <laughs> ni mambo ya kuyajadili mape, mapema mambo ya kuyajadili kabisa mapema. Sisi kwetu adabu tunaipima kwa shikamoo, hiyo ni adabu kwa definition ya Tanzania, ndio utamaduni wetu. Nikioa hapo Mkenya, hapo wao hawana shikamoo, tasema huyu hana adabu <laughs> Wakenya hawana nini hata asubuhi anaamka mtoto mdogo anaamka, na anamsalimia tu baba yake. Baba sasa hizi mdogo kabisa, hawana neno shikamoo wa Kenya, ni tamaduni hizo. Sasa ashumu, umeoa we Mtanzania, ukaoa Mkenya eh, hajazoea shikamoo, anakuja kwenu anagongana na hiyo. Je, hayo ni mambo ya kuyajadili mapema, ili muanze ku, kuona namna ambavyo mnaweza mkaishi vizuri kwa pamoja. Bwana wetu Yesu asifiwe. Yes, lakini jambo, jambo jingine la kujadili mapema ni kuhusiana na misimamo ya imani. Misimamo ya nini? E, misimamo ya imani. Wote tunaweza tukawa Wakristo lakini tunatofautiana misimamo ya nini? ya imani. Bwana <gülubi> wetu Yesu asifiwe. Na hapa kabla ya kuingia kwenye ndoa niseme hivi. Mwana, sifa ya mwanaume na mwanamke ambao wajaingia kwenye ndoa ni sifa yao moja ni kwamba wao wanamjua Mungu. Adam kabla hajamjua Hawa alikuwa anamjua Mungu. Adam hakuwahi kumjua mwanamke. Na mwanamke kabla hajamjua Adam alikuwa anamjua Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Yaani Adam aliumbwa na Mungu akawekwa kwenye bustani. Hawa alipoumbwa na Mungu alimuona wa kwanza Mungu kabla hajamuona Adamu. Sasa huyu Mungu tunamfahamu vipi? Misimamo ya kiimani. Eh, kuna wanandoa niliwahi kutana nao. Eh, mwanaume aamini katika kutoa zaka <laughs> ni washiriki <laughs> ila anaamini katika kusaidia maskini na ni mgogoro mkubwa kwenye, kwenye familia utofauti wa, wa, wa, wa, wa misimamo ya kiimani na ni ndoa changa. Sasa wengine hawaamini kwenda kanisani, ni mshiriki Anasali online yeye yeah, anaamini kusali wapi, aamini e, fellowship hizi, wote ni imani. Misimamo ya imani tunatofautiana. Je, mnaweza mkapatana? Sisi ni mashahidi, tukikaa tu hapa tukisema haya, mgawanyika dawasa la soni, tutatofautiana tu huyu anasema hili, huyu anasema huyu, hili anasema huyu, wote ni imani moja, uh-huh. Sasa hayo ni mambo mapema sana ya kuanza kujua. E, mimi nimeoa nime, nime, nimeoa mwanamke ambaye yeye anakula nyama eh. Kwa viwango vyake na imani yake iko hapo, mimi sili nyama ili wote tuna imani moja, tunakaaje hapo ndani? Je, pamoja na mimi sili nyama, ninaweza nikainunua nyama nyumbani au? na wenzangu hajafika hapo, na mimi nataka naye afike hapo <laughs> no nyama. Misimamo ya kiimani ni muhimu kuijadili mapema kabla ya kuingia kwenye nini. Hayo yote ninayoyasema yasema ni kwamba tunapoyajadili mapema yanatupatia wepesi wa kujiuliza, je, niko tayari kuambatana na na huyu kabla ya kuingia kwenye ndoa, ili usiwe surprise. Lakini jambo la mwisho ni namna ambavyo mtalea watoto mkibahatika kupata watoto. Ehe, mta, mnataka kuwa na watoto wangapi? Je, mnatamani kuwa na watoto kama wa Ibrahimu mmoja? mnatamani kuwa na watoto kama wa Isaka? mnatamani kuwa na watoto kama wa <laughs> Yakobo? Ehe, kitu kama hicho cha kujadili namna ambavyo mtalea watoto wenu. Lakini je, kitu kingine cha kujadili mapema ni namna gani ambavyo mtaweza kulea watoto pale watakapowahi, mmeingia tu kwenye honeymoon, watoto wao pale ambapo mmechelewa kupata watoto eh? kama Ibrahimu, huenda ikatokea vitu kama hivyo, kwa sababu tunapoingia kwenye kuanzisha familia wote huwa tuna hilo tarajio, wote tuna hilo tarajio la kupata nini? Watoto. Vipi wakikosekana? Ehe, vipi wakikosekana? Kwa sababu kuna wengine wanawahi kuolewa au kuoa kuo, tayari walishaambiwa na wazazi wao oa utuzalie nini watoto, oa utupatie mjukuu. Kwa hiyo wameingia kwenye ndoa, kinachowaingiza ni nini watoto? Alafu anaingia pale anaanza kuwakosa, mgogoro umeshaanza. Jinsi gani tutaweza kuzimudu changamoto tunazozipata kila siku? Changamoto mwanze kujadili mapema, hata kabla zijaja. Ehe, ndugu yangu, ehe, huwa tunaapaga tu katika shida na lawa, lakini tuliwahi kuzijadili hizo nitakapoachishwa kazi, nitakapoachishwa kazi, ehe, tutaishi vipi? biashara itakapoyumba tuta, tutafanyeje? Je, nikipata ulemavu itakuwaje? hivyo ni vitu vya kuvijadili mapema kabla ya haleluya. hivyo ni vitu vya kuvijadili mapema kabla ya na hayo ni baadhi . Kesho tutakuwa tuna somo jingine ambalo litaendelea baada ya hapa sasa baada ya kuyajadili haya, baada ya kuafikiana, niko tayari kuambatana na mtu wa aina hii, kabla haya ambayo tumeshajadili ya jani surprise ndani ya familia. Mungu atubariki, Mungu awabariki vijana, Mungu awasaidie ambao hamjaingia kwenye ndoa mambo ya muhimu hayo ya kuyajadili kwenye maisha yenu. Bwana watendee mema, muwe na wakati mzuri wa ibada kuu.